Kitenzi ni lala. Sisi, Tuli. Tulilala. Sasa tukanushe. God's will, uko tayari kukanusha na? Haya, kwa hivyo hapa tuna sentensi na hapa tuna kanusha. Aha, kwa hivyo kitenzi God's will ni soma. Songa hapa, sidhani watu wanakuona nam. Hapo kitenzi ni soma. Nipe sentensi kutumia nafsi ya kwanza wingi. Uhum. sisi ni mimi na wewe. Sisi, tuli... kitenzi ni soma. Sisi, tulisoma. Sisi tulisoma. Kumbuka, nafsi ya kwanza ni mimi, umoja. Nafsi ya kwanza wingi ni sisi. Sisi, sisi tulisoma. Sasa tukatae, sisi tulisoma. La! sisi hatukusoma. Ah, kwa hivyo takuja tuseme sisi hatukusoma kusoma. Sisi tumekataa hatukusoma.